Aa, kama ulivyoona inaonekana sasa hivi Azam ndo timu ambayo unaweza kuifanya vivyoote vile ambavyo unataka na ukafanikiwa. Kwa upande upi? Sasa tunaona tunakosa magoli ya wazi kama vile. Sio mbona magoli ya wazi, ya wazi tunakosa? Sasa si ni jambo la kawaida? Sio kukosa kule. Kukosa ni jambo la kawaida. Mimi mwenyewe nakubali ni kweli kabisa kukosa ni jambo la kawaida. Mm. Lakini sio kukosa kule. Ila tu kitu ambacho nasema ni kwamba mimi mimi kwetu Kilwa. Mm. Sijumuelewa mimi kwetu Kilwa na kuna sehemu moja inaitwa Pande ndio nyumbani kwangu na siwezi kukataa nyumbani, mm -hmm, lakini nahakikisha kesho naingia kazini kwenda kufuatilia, kwani nakosa magoli ya wazi kiasi hiki. Unaenda kuangalia. Kutazama. Sio kutazama, yani kesho naingia kazini kwa sababu kazi nimeiona, unajua kutazama maana kitu ambacho una uhakika nacho. Kwa maana yake nimesema kesho naingia kazini, kwa maana yake mnachezewa, mnezi 100% kabisa kabisa kabisa, na kuna vitu, ndo kitu ambacho kinanisikitisha hiko. Afu mbaya zaidi, kuna taarifa zinaonekana kwamba kuna kuna upuuzi umefanyika na umeingia ndani ya uwanja na wahusika wale ambao wa uwanja wamesapoti kuingiza ujinga huo ndani.